Usijikweze kwa watu ambao wao wenyewe hawakutaki, ndo wakakuleta jimboni. Nyi mmesikia wapi mtu makamo wa pili wa rais aje agaragare mwambe eh? Aje agaragari tena agaregare kwa kudanganya watu, hawakutaki, ufanye ghilba kwenye kura? Ndugu zangu sisi Mwenyezi Mungu katupa dhamana. Yeye najua nakotoka, mimi najijua nakotoka. Tunatoka kwenye familia maskini, tunatoka kwenye familia za watu wanyonge. Tukipata nafasi hizi tuzitumie kuwasaidia ndugu zetu, tusizifanye hizi nafasi kwamba ni zetu, ndugu zangu. Za hizi nafasi hazina chochote. Kama unataka kweli kuwatumikia watu, watu, ni dhamana. Tuchukulie kwamba ni dhamana Mwenyezi Mungu katupa. Ndugu zetu wanyonge, watu kama hawa, we unakuja leo kwa kuwatesa, kwa kutaka kuwaibia ili uwe kiongozi, ina maana gani? na kuua ndugu zako za ina ili uwe kiongozi cheo hicho unakwenda nacho mpaka wapi? Mimi wanaambia leo makamo wa kwanza rais, nikianguka hapa, huu makamo sendi nao hata kwenye ufuo. Sasa ndugu yangu ye, sijui nakwenda nacho wapi cheo hichi, chakupiga, chakughilibu, chakuua, chaku chaku cha wapi? Ndugu zangu wa Kiwani, huyu ndio mtu atakuja kuwa kiongozi ndio kweli? Nyinyi mnamwamini kwamba mtu a namna hii anaweza kuwa kiongozi? tunao eh, nao msukuli aliowaletea eti aje we mbunge. <laughs> Mimi namsikia anasema eh, alipokuwa DPP, eh, yeye ndo akishtaki yeye ndo aliowashtaki Uamsho. Huhitaji kusema uongo kuwa kiongozi wenyewe. Wamsho wawiteni, waulize. Mimi tokia siku ya mwanzo ndio nilowatetea, ndio niliokuwa mstari wa mbele kusema hili ni kosa. Mimi ndio wa mwanzo kusema kwenye msikiti wa Mchangani kwamba lilofanyika ni kosa, na kuanzia leo watu walikuwa wamezuiwa hata kuwachangia. Mimi ndio niliosema kwenye msikiti Mchangani Unguja nilipokuwa makamu wa kwanza kwamba ndugu zetu hawa wameonewa, tuwachangie. Hawa kina Hemedi walizuia hata wasichangiwe. Watu wabaya, leo tanapata mdomo wa kuja kusema nyamaza, tukustiri kuna maisha baada ya uchaguzi. Sisi ni wamoja, ni family, sote ni ndugu, usiponikuta hapa utanikuta pengine. Mimi niwaambie ndugu zangu, kwa kubalizia tu hili, mimi nikiwa mkurugenzi wa mashtaka, wengine ni mashahidi, Mwanakwerekwe nilikuta kuna kesi elfu moja mia tano thalathini na mbili zilizofunguliwa mahakama za wilaya Mwanakwerekwe, nikazifuta kesi elfu moja na sitini zilikuwa za uonevu. Mtu aende akasome ripoti ya miaka mitano ya ofisi ya DPP. Ipo kesi elfu moja, watu walikuwa wakionewa wakidhulumiwa, nikazifuta mahakama za Vuga nimekuta kwenye mahakama za mikoa kesi mia nne tisini na mbili nikazifuta kesi mia nne na moja tukabakiwa na kesi 95 mahakama za mikoa Vuga kesi mia nne za kubambikiziwa watu hazina ushahidi, nenda rudi, lete pesa. Hivyo ndio nchi inavyoendeshwa. Na mimi na mchallenge, kuna kesi ipi ya mwanasiasa aliyeshtakiwa wakati mimi nikiwa mkurugenzi wa mashtaka? Mwana, mwana, mwanasiasa mwana, aliyeshtakiwa alikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Kusini, alishtakiwa, tulimshtaki pamoja na wenyewe kumkimgia kifua kwa kuchoma hoteli ya Naila Jidal, na tikasimamia mpaka akafungwa. Alijua hawezi kufungwa kwa sababu yeye ni kiongozi wa CCM. Tukamwambia hakuna CCM aliyekuwa juu ya sheria katika nchi hii. Sasa ndugu zangu wa jamaa Eh, kama wameshindwa na la kusema, na kiasi washindwe la kusema. Ndugu zangu, tafuteni viongozi, msitafute wabangaizaji, huko tumetoka. Nchi hii imedamirika kwa kukosa uongozi. Sasa ACT imekuja kuja kuwapa uongozi kuwaongoza kwenda kuinusuru nchi yetu na ujinga ujinga kama huu. Ndio maana tunasema huu mwaka wa kuinusuru Zanzibar na kwamba ujinga ujinga. Sasa basi, tumeelewana nadhani, wamesikia eh, nadhani wamesikia. Ndugu zangu, tumekuwa kwenye ziara sehemu mbalimbali na leo Kiwani nimekuwepo. Kila tunapokwenda kinachozungumzwa maumivu, kinachozungumzwa dhuluma za watu, kinachozungumzwa jinsi gani watu walivyokuwa na njaa, jinsi ambavyo hakuna ajira, hayo ndiyo ambayo tumekuwa tukizungumza tumekuwa tukiyasikia. Ndugu zangu, tumeeleza vya kutosha, yale ambayo chama chenu chini ya uongozi wenu kama rais wenu tutayafanya. Naamini mmeyasikia, na mimi niseme kwa watu wa Mwambe makhususi na wengineo, hayo yote tuliyoyaahidi ya ajira ya uwezeshaji ya maslahi bora kwa wafanyakazi, kuwarejeshea nchi yenu wananchi, kurejesha heshima katika nchi, kuja na katiba mpya, hilo ni deni ambalo nalibeba kama kiongozi, kama rais wenu. Inshallah mtakuja kuniuliza, na mimi naamini wala hamtofika kuniuliza, mtayaona majibu kwanza. Inshallah mtatangulia kuyaona majibu. Sisi ndugu zangu, hatukuja kwenye nafasi hizi, hatumo kwenye harakati hizi kama ambavyo nyinyi mko kwamba mmekuja hapa na hangaika na himili jua na kuja safari mbalimbali mbali mbali, yote kuja kutafuta haki kuishi kwa amani kuishi kwa heshima katika nchi yetu. Hakuna mtu aliofuata lolote hapa, tuliofuata ni hayo. Sisi tuliochukua dhamana hii, ndugu zangu, wajibu wetu kuwatimizia ndugu zetu hayo, na ndio maana nasema hiyo ni ahadi ambayo tunaichukua kwenda kuitekeleza inshallah. Mtaona majibu kabla ya kutuuliza. Leo tupo Kiwani, Kiwani jamani, tuko Mwambe. Mwambe, Pemba nzima hii, kila mtu hakuna asiyejua utajiri wake wa rasilimali, wa uwezo wa watu wake katika kilimo, katika ufugaji. Kila ukisikia sadaka kuna mbuzi anatoka Mwambe, au sivyo? Nani aliyewahi kuja akasema hebu tuwatafutie mbegu za kisasa utaalamu wa kisasa wa ufugaji wa mbuzi? Jamani, mmeshawahi kufanywa hivyo? Sisi ahadi yetu tunasema hiyo ndiyo kazi ya serikali yenu, kazi ya kuwatumikia. Katika sera yetu ya uwezeshaji tunawambia mtu wa Mwambe, ndugu zangu, sisi tutahakikisha anayefuga tunampatia maarifa tunampatia mbegu bora, tunampatia madaktari wa mifugo ili aweze kufuga ufugaji wake uwe na tija. Hiyo ndio kazi ya serikali. Tukiweza kuyafanya hayo, hakuna mtu atakuwa maskini ndugu zangu. Leo leo tuna mahoteli 700 nchi hii, lakini mayai wananunua asilimia 90 kutoka nje ya Zanzibar huku wananunua asilimia tisini kutoka nje ya Zanzibar, samaki asilimia kubwa kutoka nje ya Zanzibar. Halafu unabaki wewe mwana wa Mwambe, mwana wa Kiwani, unabaki unasema huna kazi. Vijana maskini wanakaa hawana ajira, badala yake wanatumika vibaya na wanaotaka vyeo, wengine wanaingia kwenye mabalaa ya uvutaji bangi ya utumiaji dawa za kulevya. Mtu wa Mwambe atumie bangi, mtu wa Kiwani atumie dawa za kulevya, kuna tatizo. Kwa hivyo sisi tunachosema, kazi yetu ni kuwawezesha, na hilo tutalifanya. Na watu wa Mwambe, watu wa Kiwani, nyinyi wenyewe ndio mtakuwa na majibu, nyinyi ndio mtakuwa mashahidi kwamba kweli tuna serikali tofauti na tuliyokuwa nayo. Sisi tunachosema leo kuna kisiwa Mtangani. Siku hizi tumefika pahala, ukiona we panajengwa barabara basi ujue unyang'anyiwa ardhi, unakuja watu wa Muambe, watu wa Kiwani. Hala hala, siku hizi barabara zimekuwa kama ngazi ya mwizi, wanaweka kwenda kupachua wanachotaka. Leo ulitegemea watu wa Mwambe, watu wa Kiwani wafaidike na rasilimali hii ya ardhi Mwenyezi Mungu aliwapa, lakini sasa wamekuwa watu wakuja kukwapuliwa, kuwa na maumivu kwa kunyang'anywa ardhi zao kwa jina la kwamba ardhi ni mali ya serikali. Ndugu zangu, tumesema sisi hili, ukwapuaji huu utakwenda kwa mwisho na inshallah kila aliyenyang'anywa ardhi yake tutamrejeshea, aliyenyang'anya ataitapika. Kuna moja mimi niliseme maksusi hapa mwam maadili, maadili katika nchi yetu leo, tumefika pahala, nchi hii tuliokuwa na silka na desturi zetu tumekuwa na silka na desturi zetu leo zimeanza kupotea. Humjui wa Wamuambe anaanza kuwa kijana leo Wamwambe anakuwa tofauti, Wakiwani anakuwa tofauti, Wapemba anakuwa tofauti. Sisi tunachosema ndugu zetu, katika ilani yetu tumeeleza wazi kwanza kwamba tutasimamia makuzi ya watoto wetu, makuzi ya watoto wetu kwa mujibu wa silka na desturi zetu. Leo walezi wakubwa wa watoto wetu kwa mujibu wa desturi zetu ni madrasa, lazima tukubali hilo na tusilione haya. Lakini leo katika mtu masikini katika nchi hii ni mwalimu wa madrasa mwalimu wa madrasa, hata ukifika ukisikia anasema anasemwa anasemwa kwa kulaumiwa, udhalilishaji, sijui kitu gani. Leo imekuwa ofisi ya Mufti ndiyo inayomiliki madrasa. Sisi tunachosema ndugu zangu, mfumo wa elimu ya madrasa kwa ujumla wake, ule mfumo wenyewe tutauchukua ni sehemu ya malezi ya kitaifa, hatutoacha. Kama ni mambo ya wazee wenyewe, kazi ya serikali ni kuchunga mila na desturi za nchi na wananchi, na ndio alama yetu, ikiondoka alama hii sisi hatutokuwa tena na Zanzibar, hatutokuwa tena na Pemba, hatutokuwa tena na Kiwani, hatutokuwa tena na Mwambe. Ndio maana tunasema sisi, mfumo wa madrasa tutauchukua na tutauweka kama ni sehemu ya makuzi ya watoto chini ya usimamizi wa serikali, na walimu wa madrasa watakuwa na mfumo maalumu wa mafunzo yao ya taaluma zao, na kwa sababu tunakwenda kuanzisha mfuko wa zaka, sisi tumeufanyia tathmini, una uwezo wa kumlipa mwalimu wa madrasa mshahara kama mfanyakazi wa serikali, kumwondoa kwenye unyonge huu, kumwondoa kwenye udhalilishaji, na ili tumwezeshe awalee watoto wetu kwa mila kwa desturi kwa utamaduni, na wasomeshe watoto wetu imani yao ya dini, mwenendo wao wa kiimani, ili tuwe na taifa ambalo linaendana na alama zetu, sio hivi sasa kama vile wamekuwa wame omba omba. Sisi tunasema hizi zitakuwa taasisi rasmi. lakini kubwa tunalosema ndugu zangu nchi hii ilianzisha ofisi ya Mufti kwa nia njema, ilianzisha ofisi ya Mufti kwa nia njema, nia ya kuwaleta pamoja Waislamu pale wanapogombana, iwe kazi yake pale panapokuwa na tofauti kuwaunganisha. Lakini leo tunasema kwa masikitiko kwa makubwa, kwa sababu tunamheshimu sana mzee wetu lakini tunachokisema kwa sababu tunaharibikiwa, kwa sababu tunaharibikiwa. Mzee wetu atabaki mufti na heshima yake, lakini sisi tunachosema, tutakwenda kuifanyia marekebisho makubwa ofisi ya mufti, irudi ifanye kazi zake, isiwe tawi la CCM. Leo tumefika pahala ofisi ya mufti eh? imekuwa ndio wapiga debe wa chama cha Mapinduzi. Hii siyo sawa, hii haikubaliki, hii inaondoa madhumuni ya kuanzishwa kwa ofisi. Sisi tunachosema haiwezekani tuwaachie leo. Uislamu umekuwa umetekwa nyara, ni kama vile unamilikiwa na serikali na kupitia ofisi ya mufti sisi tunachose, tutakwenda kuwarejeshea Waislamu dini yao waisimamie wenyewe na ofisi ya mufti ibaki na kazi zake, hii kulinda heshima. Leo kwenye shughuli za kidini ambazo ni za Waislamu imekuwa nyinyi Waislamu wenyewe viongozi wa kidini wao ndio wanaalikwa na serikali, badala ya wao wenyewe viongozi wa dini ya Kiislamu wao kuialika serikali, wamekuwa wao ndio wanaialika, wanaalikwa na serikali. Yaani dini imekuwa ni ya serikali. Hii ni kinyume na katiba yetu, hili lazima tukalinyoshe. Waislamu wabaki na dini yao waiendeshe pale wanapotafautiana, ofisi ya mufti ndio ifanye kazi yake. <coughs> Haiwezekani tukapotolewa leo, ofisi ya mufti ndio inaichagulia misikiti nani yawe imamu nani yawe khatibu. Sio sawa hii. Mwisho wa siku, maana ukiiacha katika hali hiyo, marais wanabadilika, kesho atakuja rais na mila yake ambayo ikiwa na dini nayo anayomfukoni hii dini itatupotea na nchi itapotea vile vile. Kwa hiyo tunasema katika maadili, kutunza maadili ya nchi, tumeaeleza kwa urefu, makuzi ya watoto wetu tutayasimamia kwa kupitia wale wanaosimamia malezi ya watoto wetu, kwa kuchunga maslahi yao, kwa kuwaheshimu kwa kuwawezesha na wao waishi maisha ya heshima, ili wafanye kazi hii kwa ufanisi. Tutakwenda kuwaondolea unyonge huu. Ndugu zangu, tunafahamiana. Mengine ukitaka kuyajua nenda kwenye sura ya saba ya ilani yetu, utaona mambo tulivyoyatandika. Ndugu zangu, ndugu zangu, nimesema ni aseme haya Kiwani ni aseme hawa haya, muambe kwa sababu unaelewa watu wa eneo hili jinsi wanavyothamini mila na desturi zetu, wanavyothamini silka zetu. Tusiziache zikapotea, tusiziache zikapotea, jamani. Tuko pamoja, iliyobakia kazi yetu moja tu kazi yetu iliyobakia moja ni kwenda kuyatafuta haya kwa kupitia tarehe 29 Oktoba.